Sasa hii ndio faida ya kuku wawili. Unaona, kuku wawili wataga mayai wakatotoa, tukawalea vifaranga, ndio hawa hapa. Kwa hiyo bado muda mdogo, muda mchache tu utakuwa na kuku wengi sana hapa. Hebu niambie, kuna elfu kumi na tano kumi na tano ngapi hapa? ishirini ishirini ngapi hapa? Kwa hiyo taniambia kwamba ufugaji haulipi na hawa nikiwaacha kwamba na wao sasa watotoe, nitakuwa na kuku wangapi? Nitakuwa nimetengeneza pesa kiasi gani? Hmm. Kwa hiyo ufugaji wa kuku ni utajiri ambao umejificha ambao watu wengi sana wanakuwa hawezi <coughs> kujua kwamba uko namna gani. Kumbe ukifuatika utaratibu kao kazuri tu basi fresh sasa. Kwa mfano hapa wana chokora chokora sana moto huu, ambapo eh, eh, kuna kinyesi cha ng'ombe kula kuna kula, kula vijidudu vinajificha humo. Kwa hiyo humu ndio mwanamo pata, eh, protini kutoka kwenye vijidudu vile, unaona. Kwa hiyo eh, waungwana, tufuge kwa sababu kufuga kunalipa. Sasa kuku wanapenda namna hii. Hawa ni vifaranga ambayo tumewatotolesha hapa hapa, unaona. Kwa hiyo wanapenda kuchokola chokola namna hii, kwa sababu wanakutana na vijidudu vingi ambavyo wanavikula na vinakuwa na protini nyingi hivyo. maandalizi ya shamba ni jambo la msingi sana. A yeah. Kwa mfano kama tulivyofanya hapa, hizi ni eka mbili hizi tumeshapiga mashimo <coughs> kwa ajili ya kupanda mahindi hapa. Uh, kipindi hiki cha vuli tunavuta subira kidogo, mvua ikigonga tu kidogo, tuweke mahindi hapa black. Black, black. Hmm, tuboja. Hmm, tuboja. Yeah. hiki ndicho nachokufanya hapa kuhakikisha kwamba tunakuwa na usalama wa chakula yeah. sababu chakula ndio kitu cha kwanza kabisa tulivuna mahindi hapa tukapata chakula kuona sasa hivi bado tunaendelea na utaratibu huu huu mm, tunajaribu pia kujaribu kama tunaweza tukafanya hata hta yeah kwingine huku bado tujaandaa. Kwanza tunategemea kwamba siku si nyingi, kazi zikipungua pungua kidogo, tuingie huko huku kwingine ambako mnaokuona kwenye vichaka vichaka huku, tupige huku tupige pale. Kuna mashimo ya migomba pale, insha Allah Mwenyezi Mungu atatujalia, tutaweka migomba pale. Okay, lakini <laughs> jitoe kweli kweli. Mm, na mashimo, vijana wamejitahidi wameyapiga kwa mistari vizuri sana kiasi kwamba hata nikiamua kuweka drip hapa nitaweka drip, yeah kutoka Fresh Gardens. afana shambani mimi ni mpoke.